Mzee anaitwa Maduhu Masunga Ligushi ama kwa jina maarufu sana anaitwa Mzee Shinyanga. Yeye ni mkazi wa Mtaa wa Lumumba, kata na wilaya ya Nyamagana pa Mwanza. Alifariki dunia kutokana na ajali ya moto, ambao moto huu ulikuwa umeunguza nyumba yake akisha kujeruhi watoto wake wengine wawili, yani yeye mwenyewe mzee na watoto wake wawili ambao wanafahamika kwa majina ya Ngalula Maduhu, yeye ana miaka 39, anafanya biashara, ni mkazi Lumumba wa, wa mkazi wa mwingine anaitwa Brian Madu iyana miaka ishirini na sita na ni mkazi wa Lumumba, na kusababisha vile vile uharibifu wa, e, wa vitu vilivyokuwa ndani ya nyumba hiyo, ikiwemo kiasi kikubwa cha pesa ambacho mpaka sasa hivi bado hajafahamu ilikuwa ni kiasi gani, lakini ilikuwa kiasi kikubwa sana, lakini pamoja na silaha mbili bastola revolver na shotgun. Ni kwamba inasemekana kwamba kabla ya ajali hiyo kutokea, marehemu alikuwa ndani pamoja na watoto wake, lakini ghafla katika muda huo ambao nilikuwa nimesema, ulizuka moto mkali, moto mkali ambao ulikuwa unaunguza nyumba hiyo na inadaiwa kuwa kutokana na hali hiyo marehemu hakutaka kuondoka kwa haraka kwa sababu kuna vitu vyake alikuwa anataka kuvitoa. Inawezekana ni pesa ama vitu vingine vya thamani ambavyo yeye alikuwa anajua alipoviweka, lakini wengine walikuwa wameshaanza kukimbia kujiokoa kutoka kwenye ile, e, nyumba. Lakini ba, kwa bahati mbaya, kabla hajaweza kuondoka, moto ukawa umezidi, ukawa mkali, ulimzidi, na yeye akashindwa kutoka katika nyumba ile, na kupelekea kuweza kuungua na kusababisha kifo chake, pamoja na hizo mali ambazo zilikuwa zimeungua, pesa na vitu vingine vingi, lakini sha e, majeruhi kwa wale watoto wake mpaka sasa hivi. E, thamani ya mali ya vitu vyote kuungua bado hatujaifahamu, bado tunaendelea uchunguzi. Na vivo chanzo cha moto huo bado hufahamika, bado tunaendelea na, na uchunguzi na hii kwa kushirikiana na wenzetu wa fire na uokozi pamoja na wenzetu wa TANESCO. Hii baada ya kufanya uchunguzi, then tunaweza kufahamu eh, nini kilichoo kimesababisha moto huu kutokea na kuleta madhara makubwa kini. Bahati zuri nyumba iliyoungua hiyo ya huyo mzee, hizi za pembeni tuliweza kuzuia, kwa maana kwamba sisi jeshi la polisi pamoja na watu wa wenzetu wa fire na uokozi pamoja na wananchi tuliweza kushirikiana kwa karibu weza kuhakikisha kwamba moto hausambai katika nyumba au maduka ambayo kuwa pembeni na nyumba ile. Kwa hiyo kama tusingeweza kudhibiti mapema leo ingekuwa ni balaa kubwa zaidi, lakini vile vile nadhani na ndivyo ilivyo, ule moto ungeweza ku au ungeweza kudhibitiwa mapema sana, lakini tatizo lililokuwa pale ni miundombinu ya yani, eneo lile ujenzi ulikuwa umejengwa vibaya, sababu nyumba ilikuwa imeingia kwa ndani na hakuna maeneo ambayo gari ya fire ama hii la polisi ambayo tunaweza tukatumia kuzimia moto kufika eneo ambalo lilikuwa lina waka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ninashauri wananchi wote ambao wanakaa maeneo ambayo yameziba up eh, kila upande maeneo ambayo eh, endapo moto utatokea ama tatizo lingine lolote ambalo litataka eh, kupatikana msaada e, labda kutoka kwa watu wa fire ama kutoka kwa polisi kwa haraka, inaweza kawa ni ngumu, kwa sababu ya kupata, kwa sababu jinsi kwao, nafikiri kuna haja ya watu wa miundombinu kuelekeza e, na kuzibua e, zile njia ambazo e, zilikuwepo, ili iwe rahisi pale ambapo e, kama moto kama huo uliotokea jana, ingekuwa rahisi ama gari kupita pale na kuweza kudhibiti kule moto na kuokoa vitu na maisha ya watu. E, mwili wa marehemu e, kwa hospitali e, kwa ajili ya uchunguzi, lakini vile vile watoto wale au majeruhi wale wawili wamelazwa hospitali hiyo ya Sekou Toure na wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Na baada ya uchunguzi kukamilika e, basi naamini huo mwili wa marehemu utachukuliwa kutoka pale hospitali ya Bugando na sisi tutaweza kubaini ni tatizo gani lililosababisha moto e, ule.